kumalizika kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadraman David anazungumzia namna ambavyo ameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi mzuri ambao ameupata kwenye dimba la Kenya, labda pengine kwa nini kwenye mzunguko wa kwanza, hata mzunguko wa pili ulivyokwenda hadi sasa, imekuwa ni adhimu Simba kuiona ikiibuka na ushindi wa goli nyingi, lakini kwa nini leo imewezekana, Fadraman David?

Sawa, huyo ni kocha Fadrahman David akizungumzia kuhusiana na ubora wa kikosi chake, akiamini ni maandalizi bora na saikolojia ambayo ameiweka vizuri kwa wachezaji kuhakikisha wanashinda kila mechi iliyosalia tena kwa idadi kubwa, ili kuhakikisha wanatimiza malengo yao ya kuwa mabingwa wa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara. Lakini kuhusiana na mchezaji kama Duchu ambako Fadraman Davids leo Shomari Kapombe amempumzisha na Davids, David Kameta Duchu akicheza eneo hilo na baadaye akipishwa ama kimpisha beki mwingine kwenye eneo hilo. Yeye anasemaje kuhusiana na mabadiliko? Yalikuwa ni ya makusudi au kuna kitu alikuwa anakitafuta kuhusiana na, na uh, performance pia ya Duchu kwa kwa Fadraman Davids?

akimpongeza uh, duchu kwa performance aliyoonyesha, lakini na kwa wachezaji kwa ujumla amewapongeza kwa namna ambavyo amecheza. Lakini hatukuishia hapo, waandishi wa habari tukataka kusikia chochote kwa Fadraman Davids kuhusiana na Kibu Dennis, amekuwa man of the match, lakini amefunga goli kwa muda mrefu kwenye ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Kibu Dennis ya kufunga goli pengine kocha na mtazamaji na nini alimtengeneza kumrudisha kwenye ubora Kibu Dennis na kuanza kufunga magoli. Yeah, there was no doubt about magolianodb uh, Kibu... Sawa, huo ni upande wa Fadraman David akizungumza na kuwapongeza wachezaji wake kwa kila ambacho wamekifanya kwa siku hii ya leo akimpongeza duchu performance aliyoonyesha upande wa kulia ambako alicheza, lakini kwa namna ambavyo pia amemzungumzia mchezaji Kibu Dennis, akiamini ni mmoja wa wachezaji bora waliopo ndani ya kikosi cha Simba Sports Club, ndio maana wamekuwa na mwendelezo wa kufanya makubwa kila ambako wanapewa nafasi. Huo alikuwa ni upande wa Simba Sports, lakini kwa upande wa Dodoma Jiji, kocha mkuu ni Mek, Maxime, anafikiri walizidiwa mbinu na ujanja uwanjani, ndio maana goli sita hizo zote wakazipokea. Meki, imekuaje? Meksi imekuwaje mzee wangu? goli sita nyingi sana. Ah, nafikiri kwanza niwapongeze Simba. Umeona eh? Walikuwa kwenye ubora wa hali ya juu na nafikiri niliongea hapo. Ukicheza na hizo team lazima wachezaji wako wawe smart. Eh, kwa hiyo umkifeli hapo tu basi. Nafikiri hatakuwa kwenye ubora wetu. Tumepoteza mipira kwa urahisi na walichotuzuru hawa ni yani wa, wenzetu wakipata mpira wanatulia na wanaweza wakaongezeka vizuri. Yani kutua out number. Ndio hicho kitu kimetuzuru. Eh, lakini yote kwa yote niwapongeze. Niwapongeze na walistahili leo kushinda. Ah, mabadiliko unafanya tokana na hali unavyoiona, kwa sababu wengi tulishaona jua limewachosha eh, wengine sijua wamefunga, unaona. Kwa hiyo vitu, kwa hiyo lazima wapokewe. Kwa hiyo yote kwa yote, nafikiri niwapongeze Simba eh, wameshinda goli sita. Hongera kwao yote kwa yote amewapongeza wekundu wa Msimbazi, Simba, baada ya ushindi wa leo, licha ya kwamba on paper kabla ya mechi watu walikuwa wanaitazama ni mechi ngumu kwa Simba, kwa sababu eti anacheza na Dodoma Jiji ambayo mlezi wake pia ni moja <laughs> ya watu wazito Jangwani pale, lakini mwisho wa siku goli sita zimekuepo pale. Nimejaribu kujiuliza tu kama goli sita hizi Simba angeshinda, uh, kwa maana ya goli sita za leo ambazo Simba kashinda na angeshinda Yanga dhidi ya Dodoma Jiji hii hii, maneno sijui mtaani angekuwaje, kwa sababu naamini kuna watu wengi sana wangesonya na mabango yangekuwa mengi sana. Lakini kwa kuwa akashinda Simba, wala yale mabango ya kwamba timu inadhaminiwa na kampuni fulani leo hatujayasikia. Kwa mwisho wa siku, tukubaliane ni matokeo uwanjani huwa yanatokea na si kila kitu kinatokea kwa mipango. Hiyo ni kauli ya Mike Maxim ambayo pia tulitoka kuizungumza hapo awali, alinikaongezea na yangu, eh, ya kukushirikisha ufikiri kokote ambako uliko msikilizaji. Lakini Abdi Banda, mchezaji wa zamani wa Simba, Coastal Union ya Tanga, na kule South Africa akipita baadhi ya vilabu kabla ya kurudi Tanzania kusukuma gozi la ngombe na kitua makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma, na pengine mabadiliko ya yeye kuingia yalikuwa ni agizo la mwalimu ama kuna shida ilitokea uwanjani, Abdi Banda?

nafasi nyingi sana wamekosa. Kwa hiyo walikuwa bora sana na nawapongeza kwa hilo, wamefanya kitu kizuri na wanawatakia kila laheri katika mbio za kuwania ubingwa, anawatakia kila laheri kwenye mbio za kuwania ubingwa. Kauli hiyo ya Abdi Banda mchezaji wa Dodoma jiji akizungumza hivyo, lakini Ahmed Ali afisa habari wa wekundu wa Msimbazi, Simba, tunabisha hodi kwako. Goli sita hatujazishuhudia msimu huu, mkizipata kiwepesi kama ambavyo mmepata hii leo. Ilikuwa ni agizo, mipango, au ni maandalizi ya dabi ambayo mliyafanya kwa muda mrefu ndio yamezaa matunda kwenye mechi hizi ambazo mnazicheza tangu dabi kutochezwa, ikitangazwa, kutukisubiri, ikipangiwa siku nyingine, labda kichapo hiki kinamaanisha nini? Ahmed Ali kwa namna ambavyo mmecheza na alama tatu mkipata na magoli sita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 kipigo kimekuja kumwangikia Dodoma Jiji, tumemfanya vibaya, very happy. <laughs> Sawa bwana, ni maandalizi hayo ya dabi kwa tambo za Ahmed Ali, akiweka wazi kwamba maandalizi kabambe aliyokuwa wameyafanya kwenye mchezo wao wa mwisho kabla ya kwenda break ya FIFA timu za taifa zinaenda kucheza mechi zao mbalimbali mbali. Walikuwa wamekubaliana kwamba goli sita lazima zihusike kwenye mechi ya mwisho ya mzunguko wa uh, kabla ya break na mechi yao ya mwisho kimehesabu ilikuwa dhidi ya Young Africans, kabla ya shida kutokea kwa Dodoma Jiji kilichofanya mechi yao kusogezwa na kuwa ya mwisho. Sasa goli sita ambazo zilikuwepo toka awali tu, za kumfunga yoyote watakaocheza naye mwishoni ambao wao walipanga ni Young Africans, ndizo ambazo zimeamia eti kwa Dodoma Jiji wamekula goli sita, na huu ndio ubaya wela ama unaogopa tasikia mengi sana hadi mwisho, sijui itakuwaje na yupi ambaye atakuwa bingwa ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Lakini mchambuzi wa soka aa, hapa EFM na TV, namzungumzia Zuberi George Mkalaboko, naungana naye akituambia tu pengine Simba walikuwa na ubora sehemu gani? Zuberi George Mkalaboko, na hadi kuibuka na ushindi mnono huo waliopata na udhaifu Dodoma jiji ulikuwa sehemu gani? Zuberi Joche Mkalaboko: master, Simba walikuwa katika spidi kubwa kwenye matukio yote muhimu, wakinyang'anya mipira haraka, wakiwashambulia haraka Dodoma jiji. Lakini unaona namna ambavyo Dodoma waliingia kwenye mtego mbaya, wakawa sasa wanalinda maeneo, hawalindi watu wanaoenda kutengeneza nafasi, kwa maana watu wanaenda kuketeza lance, kitu ambacho kiliwapa wakati mgumu sana Dodoma. Ndio maana unaona magoli yao yote waliofungwa, wao ndio wamekuwa overloaded, wako katika idadi kubwa ya watu kuliko ambavyo, e, Simba walikuwa ukitazama goli la kwanza, namna ambavyo mbuzo ana create anapita katikati ya watu, kwa sababu alikuwa hawezi kufanya zile tight marking kana na watu kind coverage, ili angalau msiruhusu wao kwenda kwenye maeneo kwa uhuru zaidi. Lakini Dodoma, alikuwa anakaa kwenye maeneo, Simba wanaweza kupita watu watatu dhidi ya watu watano wa Dodoma. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anakaa eneo, kitu ambacho kilikuwa kinafanya mechi wengumu. Lakini kitu kingine ambacho nilikiona kina ugumu zaidi ni kukosa mabadiliko ya mbinu na ufundi wa kocha Meki, kwa sababu timu yake tayari ilikuwa imewekwa kwenye eneo do kidogo kwa maana Simba wanacheza highline, wanacheza jirani jirani sana, wanakufanya ukose nafasi za wewe kupata nafasi zako namna ya kucheza. Na bado Dodoma kwenye eneo hilo hilo dogo, bado walikuwa wanataka kucheza wakiwa bado wako kwenye eneo dogo, kuanza kupiga pasi fupi fupi. Matokeo yake watu kama Knightiano au Bora kwa mdogo, mtu kama Radia Zosaji hapati mipira sahihi ambayo inatokana na pressure ya kujiondoa kwenye eneo lao, kitu ambacho kiliwafanya Simba wasiwe Wana, kwa, wasiwe wanapata presha yote kwa upande wa Dodoma. Sasa hilo ndio eneo ambalo Dodoma walijipa wakati mgumu, lakini kando na hilo, moja ya kitu kingine e, eh, falsafa vita ambacho kimeleta ugumu sana kwa Dodoma ni namna ya ku switch play. Ndiyo. Namna gani mnaweza mkabadilika baada ya kupewa wakati mgumu na wapinzani wenu okay. Ndio eneo lingine ambalo Dodoma limewapa taabu sana, walikuwa hawawezi tena kubadilika mm. Namna walivyoanza kipindi cha kwanza ndivyo ambavyo walikaendelea navyo kipindi cha pili. Mabadiliko yote kwenye mchezo inabidi ya yalete njia chanya, lakini mabadiliko waliokuwa wanafanya Dodoma bado walikuwa wanazidi kuigandamiza timu yao. Oh. Haionekani na ubora katika maeneo yote. Hakuonekani nini kimebadilika. Ndio watu wakasema ni mechi ambayo Dodoma walikuwa wamejiweka katika ugumu sana, misili ya kupigwa Tanganyika jeki. Wanasema ile Kilimindo, unachopigwa na Afande unatembelea kucha. Ndicho ambacho Dodoma wamefanywa. Wamevunjwa katika mistari yote kuanzia kwa -ku defense kwenda kwa kutaka attack. Maana yake namna gani bora kujilinda, kushambulia nyakati zote za mchezo zilikuwa nyuma kwao katika matukio katika mchezo leo. Sawa. Lakini Zuberi George, Uh, vipi kuhusiana na Jean Charles Ahoua rekodi yake na namba ambazo amezipata, uh, hadi sasa tangu atue Tanzania? Ni ajabu kumwona akiwa MVP wa ligi Jean Charles Ahoua. Ah, kwa namba zake anathibitisha ni mchezaji wa kikanuni maziku kwa sababu huyu eh, wakati yuko Cote d'Ivoire eh, msimu wake ule ambao amekuwa MVP msimu uliopita alikuwa amefunga magoli kumi na mbili kama ambao ameyafikisha hii leo, lakini alikuwa amehusika eh, kwenye magoli kumi na mbili maanake jumla alikuwa amehusika kwenye magoli ishirini na moja kwa maana magoli kumi na mbili ya kufunga, asisti zikiwa tisa. Hivi tunavyozungumza kwa Tanzania kafunga magoli kumi na mbili na kaasisti mara sita, na bado kuna michezo inaendelea. Sasa ukiangalia kwa mwenendo wake na ubora ambao amekuwa nao na vile Simba inavyoshambulia kama mbwa mwitu, unajua kwa sasa Simba wanashambulia kama mbwa mwitu, kila mtu anayecheza kwenye eneo la mwisho ana uwezo wa kufunga kwa sababu ya namna ambavyo timu inavyo flow mm -hmm. Kabadilisha mfumo wa kucheza, ni kwa Franks wake wanapovuka halfway line, wote wanatakiwa waingie ndani kwa overload kwenye kwenye sanduku, kitu ambacho kinawapa nafasi fullbacks wake ku, kujaribu kucheza kwenye maeneo ya ziada kwa maana advanced area. Sasa ukiondoa hiyo flow, maana yake mtu yeyote anayecheza jirani na sanduku uh -huh. Eh, misiri ya Aua eh, Kip Dennis ambaye kwa sasa naye tunamuona narudi na, na ukimtazama mtu kama Elie Mpanzu wanayo nafasi kubwa sana ya kufunga katika eh, safu ya shambulia ya Simba na zaidi, wanaenjoy zaidi kufunga pindi wanapocheza na mtu kama Mukwale la Steve Dese. Uh-huh. Kwa nini? Kwa sababu Steve Dese faida yake kubwa, yeye ni mzuri sana ku create runs kwenye eneo la mwisho. Anaweza kutafuta mikimbio kwenye nafasi. Tofauti na ambavyo tumekuwa tukimwona leo na Teba ambaye anapenda kukaa eneo moja ili mipira ifuate. Na matokeo yake mipira inapokuwa inafuata anarahisisha wapinzani kumweza kumtrack out. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu anaanza kutumia maguvu eneo dogo ambalo liko na mpira. Lakini faida ya ya ya ya ya Steve Dese mkwala, namna anavyoweza create runs, anatoa wepesi kwa mtu kama Kibu Denis, analeta wepesi kwa mtu kama Elie Mpanzu. Mnakuwa Simba mnapata ugumu kuwa mark, kwa sababu wanapishana sana, wana exchange direction sana, kwa maana huyu anaenda huku, huyu anaenda huku, manake mna create runs.